Assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatu, wapenzi na wafuatiliaji wa chaneli ya Tiba Facts Online TV, leo tena ni siku nyingine tumekutana katika darasa la elimu ya tiba, na leo tuta tutajifunza elimu ya dua katika eneo la kuweka kinga ya nyumba dhidi ya majini na wachawi, viumbe wawili tu hawa majini na wachapi, ina maana wachawi, ina maana mwizi, mwizi haingii hapa, yaani kinga hii haimhusu mwizi, ila kinga hii itawahusu majini na wachawi. Zipo kinga nyingi, nimeshaikufundisha nyingi sana huko nyuma, na wewe unaweza kuwa unazifahamu baadhi, lakini kinga hii nimewahi kuifundisha miaka miwili nyuma iliyopita kutoka sasa, lakini kinga hii mimi mwenyewe nimefanyia miujiza mingi sana. Unaona bwana, kwa sababu sisi wenyewe tunaotumia kufundisha hivi tunafuatiliwa sana, lakini na sisi pia tunajitahidi kuweka kinga kwa ajili ya ulinzi, lakini pia tunawaelekeza watu wa karibu yetu. Sasa, miongoni mwa watu niliowaelekeza kinga hii wakaifanya, imewasaidia sana na wamesema shehe, yale mauzauza manyaunyau eh, vishindo vishindo vimepungua kwenye nyumba yetu. Kwa hiyo na wewe nakufundisha ni njia rahisi na ni njia ambayo inahitaji tu uwe unajua kusoma Qur'ani. Na kama haujui kusoma Qur'ani mtafute mtu anayejua kusoma Qur'ani umsikilizishe klipu hii alafu akufanyie kwa utaratibu huu tutakaoelekeza. Ni utaratibu ambao hauna mambo mengi wala uhitaji vitu vingi wala uhitaji shehe mkubwa wala ustazi mkubwa, ni mtu tu anayejua kusoma Qur'an anaweza kukufanyia dua hii. Kumbuka dua hii au kinga hii inatumia Qur'ani tu, haitumii mambo mengine, na ni baadhi ya sura, sio sura zote za Qur'an, ni baadhi ya sura ambazo zinafanya kazi ya kinga. Sura zote tutakazozitaja hapa ni sura zenye kufanya kazi ya kinga. Sasa zinapokutana zinaleta wigo mkubwa na imara kwa ajili ya kuweka kinga. Tuko katika ndani ya mwezi wa Dhulhijja na inshallah, uh, tuliahidi tuli tuliahidi tutatoa ofa. Tuliahidi tutatoa ofa Bwana, tukasema itakapofika mwezi huu katika hizi siku kumi za mwanzo, kwa sababu mbele yetu tuna sikukuu kubwa, sikukuu ya Idi Idil Adha au Idi kubwa imezoeleka kuitwa hivyo, Idi kubwa, Idi ya kuchinja. Sasa katika ile siku ya kumi ndio kuna tukio hilo. Sasa hizi siku kumi za mwezi wa Dhulhijja ni siku tukufu, miongoni mwa masiku matukufu, yani kuna zile kama katika mwaka mzima, katika mwaka mzima, katika kalenda ya Kiislamu Hatuzungumzika aenda kidunia zaidi, aenda Kiislamu. Mwaka mzima una siku mia tatu sitini na kidogo, lakini siku bora kabisa kwa Mwenyezi Mungu au mbele ya Mwenyezi Mungu ni hizi siku kumi ambazo mahujaji wanakuwa katika ile ibada ya hija. Sasa hizi siku bwana, zina matukio mengi sana lakini umuhimu wake na thamani yake inatufanya sisi na sisi tutoe shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Moja shukrani tunatoa ni kuwafanyia watu punguzo la bei ya vitabu, kwamba tunatoa ofa. Kuanzia saizi unavyosikiza klipu hii, basi utakuwa ni mwenye kunufaika na vitabu vya elimu ya tiba vile vitabu vyote vinavyoendesha vipindi katika chaneli hii, maana vipindi vyangu vyote vilipo katika vilivyopo katika chaneli hii vina vitabu vyake, hata kama we hauna hiyo kitabu, ila kipo kitabu chake. Hakuna somo lolote lilotoa au lilokuja katika chaneli hii likawa halina kitabu chake, ima la mitishamba, ima la dua, ima la barati au abjad au elimu ya majini au furaha ya ndoa katika topiki zake tofauti tofauti, zote zimetoka katika vitabu. Sasa vitabu vipo kumi na mbili. Kuna kitabu cha maajabu ya mitishamba katika kutibu, uh, majini na uchawi, kitabu namba moja, namba mbili, namba tatu. Kitabu cha mwongozo wa tabibu, kitabu cha tiba mbadala, kitabu cha maajabu ya Qur'an katika kutibu maradhi na kuondosha shida mbalimbali mbali, kitabu namba moja na namba mbili. Kitabu cha elimu ya majina barati na kazi zake kitabu namba moja na namba mbili, kitabu cha abjadi, kitabu cha ulimwengu wa majina vituko vyao na kitabu cha furaha ya ndoa. Paka hapo nimetaja vitabu kumi na mbili. Hivi vitabu thamani yake ni laki moja na elfu themanini na tano ndo unavipata vyote, kwa sababu kila kimoja kinakuwa kina bei yake. Lakini leo tunatoa ofa ambayo ofa hii itakunufaisha wewe kupata vitabu hivi kwa bei ya shilingi elfu arobaini na tano pasipo kuongeza ile pesa ya juu ya kutolea. Eh, yani mtu asije kusema shena hela kutolea tunataka 1045 ndio ifike. Kama utaiongeza wewe ni kwa hisani yako. Unaweza, kuna mwingine akishafurahishwa na jambo asema, hapana. Acha tusheni mtumie hata 1050 apate na hela ya kutolea. Sikatai kupokea hiyo. Lakini mimi nataka kwanza ufike kwenye target ya pesa ya 1045. Uwe nchi yoyote hii pesa ilazima uikamilishe. Kuna watu kwa kutoka Kenya ukimwambia ukaweka pesa yako arobaini na tano, kwenye, kwenye, kwenye simu yako ndo katuma ina maana kuna makato atakatwa weka ya juu zaidi, ili we, kufika kwangu elfu arobaini na tano utaratibu wa kupata visa vitabu upo hivi ukisha kuwa unahitaji vitabu hivi uvipate kwa mfumo huu ambao utadumu siku chache tu kuanzia saa hizi, na muda ukifika tutauondoa. Ehe, unalipia shilingi elfu arobaini na tano kwenda namba mojawapo katika hizo zinazoonekana mkono wako wa kushoto hapo kwenye skrini. Zote hizo namba ni za kwangu na zote hizo zinatumia jina la Bashil Hussein Lugamba ukisha lipia. Ukishalipia likatoka jina hilo, ukathibitisha mwamala. Sasa ule mwamala utaupiga picha au uta screenshot, kwa lugha nyingine utantumia kwenye WhatsApp. Kutoka kupitia namba moja hapo katika hizo tatu, zote zipo WhatsApp. Utaandika ofa ya Idi kubwa, andika tu hivyo. Ofa ya Idi kubwa ina maana mimi nitakwishaelewa huyu mtu kalipia kwa ajili ya ofa hii ya tuna tuko ndani ya masiku ya kumi kwanza kukisha, uh, tuma, utatuma ujumbe huo WhatsApp. Mimi nikiingia nikakuta ujumbe wako nitakutumia vitabu hivyo kwa mfumo wa WhatsApp, au wengine wanatumia njia ya kuita PDF uh, vitakuja vitabu hivyo kwenye mfumo wa WhatsApp yako au email yako. Kwa hiyo utachagua njia mojawapo, kama we ni mtumiaji wa email zaidi na unataka vitabu hivyo vifikie kwenye email, utaniandikia na email yako hapo Chini. Kama ni mtumiaji wa WhatsApp zaidi basi utaniandikia uh, vitabu hivi vitumwe hapa hapa WhatsApp. Basi mimi nitakutumia ndani ya dakika thelathini tutakuwa mshapokea vitabu vyako baada ya kufanya malipo. Na wakati mwingine ukinikuta niko online na siko busy, ni ndani ya dakika tatu mpaka tano unakuwa mshavipokea vitabu hivyo. Kwa wale ambao huwa wanapenda sana kunipigia simu ili waweze kuhakiki kwamba namba hizi ni za kweli, na mimi ni kweli usazi Bashir, wanaweza wakafanya hivyo. Lakini muda mwingine huwa niko bize, unaweza ukapiga simu ikawa haipokelewi. Sasa ukiona simu umepiga haipokelewi, usipige mara nyingi sana, piga tu mara mbili mara tatu. Ukiona haipokelewi, ingia WhatsApp nitumie ujumbe. Kama unataka kuhakiki wewe, andika vishe nataka nikutumie hela ya vitabu, mimi nitakapopata nafasi nitaingia, nitakuelekeza. Uh, na nitakujibu ujumbe wako wakomako. E, na wengine anapiga simu sana ta mara ishirini. Sasa kuna muda unakuwa kwenye dua. Sasa unapokuwa kwenye dua huwezi ukapokea simu eh. huwezi ukapokea simu mpaka utakapomaliza, kwa hata kama ni masaa matatu utabidi uwe kwenye dua huko huko mpaka utakapomaliza dua yako ndio uchomoke uje uangalie simu sasa Simu mara nyingi mimi miss call huwa zizi jibu kwa kupiga simu tena hapana kwa sababu unakuwa na kazi nyingi. Kwa hiyo message za WhatsApp ndo zinajibiwaga. Na, na usije ukatuma message ya kawaida kwa njia kawaida hii itachelewa sana kujibiwa kwa sababu WhatsApp kuna option ya sauti, kuna option pia ya maandishi. Kwa hiyo mimi nitakapokuwa busy zaidi nitaanza nikakutumia ta voice record ikakufikia then ukajua nini nime maanisha au nini nimekujibu. Kwa hiyo utaratibu ndio huo utakapo lipia basi hakikisha screenshot ya muamala huo unaituma. Na wale watakaolipia kwa njia za wakala, yani umekwenda kwa wakala na haujui kuskinshoti screenshot muamala ule, au uh, huwezi ku screenshot kwa sababu unatumia simu ya wakala, basi nitumie ujumbe au uh, piga picha ule muamala kupitia simu ya wakala utume uh, kama picha au uh, tuma ujumbe she nimelipia shilingi elfu arobaini na tano jina la wakala ni fulani bini fulani, kwa mimi nitakagua ule muamala, je jina hilo lipo katika miamala iliyoingia muda huo basi hapo hapo nikishathibitisha utatumiwa. Kwa hiyo hii ni njia nyingine rahisi kwa wale wanaotumia mawakala. Kwa wale wanaotumia dola watalipia kiasi cha dola kama 17. Eh, ni kama kiasi cha dola 17 ndio inaenda kwenye gharama kama hii ya elfu arobaini na tano. Na kama unajua jinsi ya kuconvert, unaweza kuconvert wewe mwenyewe ukiona inazidi basi utapunguza. Na ukiona ni ndogo utaongeza, sababu dola zina asidi ya kubadilika, h zinashuka na kupanda mm. Kwa wale wanatumia pesa ya Kenya watalipia shilingi elfu mbili mia mbili pesa ya Kenya, na kuna wakati nazidi na kupanda kwao, utaangalia ikiwa hiyo ni pesa ni ndogo utaongeza, na ukiona ni kubwa utapunguza, lakini mimi ifike arobaini na tano ukifikisha elfu arobaini na nne elfu arobaini na tatu nitakwambia bado kuna pesa haijakamilika. Kwa hiyo lazima utume tena. Kwa hiyo niweza kuja hakiki. Kwa wale wanaotumia pesa za nchi zingine tofauti na hizi nilizozitaja, yaani kutoka dola, shilingi na pesa ya Kenya, wao watanielekeza natokea nchi gani, alafu nitamwekea convert ya pesa yao na ya Tanzania, ili nimuelekeze alipie shilingi ngapi kwa pesa ya kwao. Kwa wale ambao hawatumii mitandao kama vile kwa kutuma pesa kama Vodacom M-Pesa, sijui Tigo pesa, Airtel Money, watumia watumie njia zingine kama Wedi Limit na Western Union. E, hizo ndio njia watakazofanikisha. Sasa kwa zile nchi wanazotumia sana Western Union. Sasa wale watakaotaka kutuma pesa kwa njia ya Western Union italazimika nitumie ujumbe wa WhatsApp, waniambie tunataka tukutumie pesa lakini kwa njia ya Western Union. Mimi nitawatumia kopi ya kitambulisho changu ambayo itakuwa na majina yangu halisi. Usije ukatuma vibaya maana kwenye Western Union ukikosea hata jina moja ukakosea herufi moja, pesa haifiki. Iliko kuenda ndio inakuwa imepotea. Sasa usije ukapoteza pesa, ukakosa vitabu. Bora uni DM vizuri ili mimi nikutumie majina halisi ambayo utalipia pesa ili iweze kunifikia kwa uhakika. Huo ndo utaratibu. Sasa baada ya utaratibu huo, tutakwenda kwenye somo la elimu yetu ya leo, jinsi ya kuiweka king, kuiwekea kinga nyumba dhidi ya majini, uchawi. Na hili ni somo kubwa, moja ya masomo makubwa, kwa sababu tunaishi vizuri, tunafurahia maisha na kupata zile furaha za kifamilia kama tutakuwa hatuna mazonge mazonge. Haya mazonge mazonge yakiwepo, mara leo umelala usiku, mara unasikia vibweko, sijui vinyumba si vinini, mara bundo analia nyao, hawaishi pale kulialia, vishindo vingi, mnalala mmeamka mmechoka kama mlifanya kazi jana, yani vinakuwa vituko haviishi, hakuna furaha ya maisha hapo. Yani badala ya kuamka uwazi kwamba sasa niende nikafanya kazi gani ili niendelee kujiongezea kipato, wewe unaanza kuwaza hivi, jana nilala wapi? Mbona nimelala nimechoka? Mbona naumwa ni na umwa. Na kuchezewa na hawa viumbe wawili, wanga na majini, ndio sababu za mambo mengi kurudi nyuma. Hata zile kazi zako utafeli, sijui vitu gani vitashindwa kwenda. Kwa hiyo vitu hivi vinatakikana vizuilike. Sasa unazuiaje? Kuna njia nyingi za kuzuia. Njia hii nitakufundisha ni njia mojawapo tu ya njia za kuzuia. Ikiwa unataka kupambana na uchawi na majini kwa nia ya kuweka kinga katika nyumba yako, fuata utaratibu huu. Nenda katika kila pembe ya nyumba yako. Kama ni nyumba yako unamiliki wewe, unaweza ukafunga nyumba yako, unaweza ukafunga chumba chako, unaweza pia ukaufunga uwanja wako. Na maanisha hivi, uwanja wako unaweza ukawa na nyumba zaidi ya moja, wengine waita apartment, unakuta kuna nyumba hii, nyumba hii, nyumba hii, hizo kwenye uwanja huu mmoja, unaweza ukazifunga zote. Hapo ni kudili na pembe za ile wigo wako, kama ni wigo wa fence eh, unaweza ukadili na zile pembe nne za ile fence. kama hakuna fensi la kuna vizuizi fulani au ni uwanja tu unajulikana, unaweza ukadili na zile pembe za eneo lao, lakini kama ni nyumba au kuna fensi itakuwa bora zaidi. Na pia wewe una mpangaji umepanga, unaweza pia ukafunga chumba chako au lile eneo unalolitawala. Kama ni vyumba viwili utadili na vile vyumba viwili, au chumba kimoja utadili na hicho chumba kimoja. Sasa utakwenda katika kila pembe ya nyumba au ya chumba chako unachotaka ukifunga, maana hii ni kufunga, sasa ni kufuli. Ili ukifika hicho unatakiwa umepata uzu vizuri. Kama unajua kusoma, kama unatakiwa kusomewa, ndio wewe mwalimu au wewe msomaji afuate taratibu huu. Nenda katika kila pembe ya nyumba au ya chumba chako, na ukifika pale unaitazama ile pembe, ukishaitazama kisha utakaa. Uta, utakwenda katika kila pembe ya nyumba ukifika pale utasoma Suratu Ikhlas. Suratu Ikhlas utaisoma hapo ukiwa umeiashiria ile pembe kwa kuielekezea kidole cha shahada, hichi kidole cha pili kutoka kidole gumba, unainyoshea huko unasoma Suratu Ikhlas mara ishirini na moja rahmanir rahim ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam ahadubismlaahmarahim wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hii ndo Ikhlas. Kwa jina lingine mnaita kul huwallahu. Hii sura takiwo isome hapo kwenye pembe mara ishirini na moja na unahesabu, usija ukazidisha wala ukapunguza. Ukimaliza soma suratul falaq, ile qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq mpaka mwisho, isome mara ishirini na moja. Ukimaliza soma suratul nas, qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas mara ishirini na moja. Ukimaliza soma swatu kafirun mara ishirini na moja, qul ya ayuhalkafirun la abudu ma abudu mpaka mwisho mara ishirini na moja. Ukimaliza soma swatu yasini mara moja, Bismillahir rahmani rahim, yasin walqurani lhakim innaka laminalimurusalin ala sirati mustaqim tanzil alazizi rahim, mpaka mwisho. Hii ndo utakawia kidogo, hata kama haujazikalili zote, tumia kitabu, haujakatazwa tumia kitabu, lakini nia yako ndio idhihirike. Nia ni kwa ajili ya kinga, kila amali italipwa kutokana na nia. Kwa hiyo haiangaliwi hiyo amali ilisomwa kwa kutumia kitabu au ilisomo kutoka moyoni italipwa kutokana na nia yako. Soma vyovyote unavyoweza kusoma kwa kutumia kitabu au ghaibu. lakini nia yako ndiyo ihusike. Hivyo ukishamaliza utaenda kwenye pembe nyingine na nyingine na nyingine mpaka zile pembe nne ambazo zinahusika. Kuna mwingine anaweza kuuliza swali, Shemi, nyumba yangu ina pembe sita, ina pembe nane, kulingana na majengo ya kisasa yalivyo. Sasa, wewe utadili na uwanja wako au utadili na zile pembe zinazokuwa ni za muhimu ehe. Sio lazima ufanye pembe zote nane au sita, dili na zile pembe za muhimu ambazo zinauonyesha uelekeo wa nyumba hii, basi ndio utadili nazo hizo. Kisha ukishamaliza kusomea kila pembe kwa idadi hiyo mara ishirini na moja na sura ya Yasin mara moja, utakwenda utakaa katikati ya nyumba yako au ya chumba chako kisha utalisoma tena sura hizo hizo kwa idadi ya mara ishirini na moja, yani kuanzia swatu Ikhlasi, utasoma mara ishirini na moja ukiwa umekaa. Uh, utakwenda Falak mara ishirini na moja, Nasi mara ishirini na moja, Kafiruni mara ishirini na moja, isipokuwa swatu Yasini yenyewe hausoma mara ishirini na moja wala mara moja, utaisoma hapo mara tatu kwa idadi ya mara tatu, na ukishamaliza kisomo chako utaweka nia juu ya jambo lako unalolihitaji. Kabla sijakwambia unawekaje nia, hakikisha kisomo hichi toka ulipokianza mpaka unapokwenda kukimaliza usitoke nje wala usiongee na simu wala usijibizane na mtu yoyote wala usichukue maelezo wala usitoe maelezo ya mtu yeyote. Maana kuna mwingine anasoma anasoma anasoma, afa anatoka, wewe Mwajuma, hebu osha vyombo kwanza hivyo, sijui vifanyeje. Unarudi na ndani, unasoma unasoma soma, wewe Juma, hebu nenda sokoni ukaete yale maharage. Ah, hiyo ah, haikubaliki wala sio utaratibu kusoma dua. Pata uzu vizuri, nenda haja kubwa, nenda haja ndogo, jikamue vizuri, rudi pata uzu vizuri, la swala, anza kisomo chako. Hakikisha simu zako umefunga kila kitu na ukihakikisha, toa taarifa kwa wale ambao wako nje, ambao hawatahusika na hicho kisomo, kwamba kama kuna mtu atakuja kuniulizia au kunitafuta, mwambie sasa hivi hana nafasi ya kuonana na mtu yoyote, njoo baadaye, njoo baadaye, ili kisomo chako. Ukipuuza tu, ukaanza kusoma, mara unatoka unaenda kuongea, esho gangu sio na nini na kazi, utakuja baadaye, hicho kisomo vunja, uanze upya, hata kama ikuwa imebakisha sura moja na ukisoma mara moja ndio kisomo kikamilike, ukaenda kuongea na shoga yako nje au bwana mkubwa kaja kukutembelea au umepokea simu fulani, kisomo hicho kimekufa hapo hapo, unatakiwa uanze upya tena. Ndio maana ile kauli kusema soma kiasi fulani katika kikao kimoja. Yaani, kikao kimoja kina siri kubwa, yaani kwamba vyote vitu vyote utakavyofanya vifanyike katika kikao kimoja, bila kuingiliwa na misukosuko yoyote kwa hiyo huo ndo taratibu. Lakini sasa, ukishamaliza kisomo chako weka nia yako, au nia yako unaweza ukaiweka kabla ya kisomo. Unaweza ukasema hivi, Ee Mwenyezi Mungu, kuanzia leo kutokana na baraka na utukufu wa kisomo hichi nicho kisoma, nia yangu ni kinga. Nataka wachawi, wanga, majini, vibwengo, vizuka, vinyamkela na vyovyote utakavyovitaja wewe basi, utasema nahitaji waione nyumba hii kama bahari au kama moto au kama simba au kama chochote kile utakachokikusudia wewe, maadamu ndo umeona kwamba, hiyo ikionekana nyumba yako hivyo, basi itakuwa ni tishio na itakuwa ni adabu kwa wale watakaotamani kuichezea. Kwa hiyo utakusudia hivyo na utasema hivi kama atalazimisha labda mchawi kuingia kwenye nyumba yangu hii, akalazimisha, lazima lazima, kwa sababu wachawi, bwana, wanakuja na mbinu nyingi. Anakuja leo anafeli, anakuja kesho anafeli, analazimisha, anaenda kuongeza vimbo vyake analazimisha. Basi weka nia, kama atalazimisha kuingia kwenye nyumba hii, basi asitoke paka pale nitakapomruhusu mimi. Na ziungo lake ni rahisi sana, akishaingia semenasa e, maana unaweza kukuta, ukamkuta kamkuta yuko ndani anapempela pempela pale kwenye uwanja wako wewe, unajua alilazimisha huyo. Kafanya mbinu na mbinu basi, Mungu kumhuzunisha sasa. Sasa, bwana wewe umeshashindika na ku, umeshashindwa kuingia ile eneo. Sasa, kwa kumlazimisha basi ngoja tu akukute. Papo ananasa pale. Yule mtu ukimsemesha anazinduka pale pale. Utamuuliza maswali, unataka nini? Kwa nini unakuja hapa? Shida ni nini ndugu yangu? Baada ya hapo kimruhusu ataondoka kama kuna faini utamlipisha, kwa sababu mchawi akinasoga analipa faini. Ndio taratibu, mchawi hapigwi kama mwizi, ni aibu kubwa na ni adabu kutosha. Ehe, lakini pia wewe usijisahau kujiwekea kinga ya mwili e, zile zenye usiweze kurogega, kama, sura tu radi, sura tu Uh, ali majina barati na kinga zingine zote tu zinafanya kazi vizuri, jisomee kama sehemu ya kuimarisha ulinzi wako. Wewe unaona bwana. Kwa hiyo huo ndo utaratibu wa kuweka kinga katika nyumba yako, ni sura fupi fupi, hizi sura zote Suratu Ikhlas, Falaq, Nasi, Kafiruni hizi zote ni sura ambazo ni za kinga hizi. Mfano kama hizi watu kafiruni, watu wengine wanaweza kusema hivi ah so watu kafiruni imeingiaje hii mbona haionyeshi kama kuna kinga yoyote? Mm, kulia ya alkafiruni la abudu mata, kwa nini imeingia? Wewe hii sura huijui, hii sura ni moja kati ya sura takatifu sana kwenye upande wa kinga. Sura hii mtu anayekwenda kulala akisoma la kumi, inamlinda usiku mzima, hata uziruliwa na kiumbe chochote kinachotokana na binadamu na majini. Sura hii hii ikisomewa kwenye tonge tonge la ugali ikaunganishwa sura tukafiruni mara kumi. Mtu akameza lile tonge akakusudia, mimi kuanzia leo, atakayenilisha chochote chenye sumu au chenye kunitia madhara kisipite kwenye koo langu hapa. Akameza lile tonge, wallahi wa bilahi, akinywesha sumu yule mtu haipiti. Akiletewa chakula chenye sumu au chenye madhara madhara, labda amemwekea malimbwata manini hakiingii hapa. Hata kilazimisha kitatoka. Akishika chombo au bakuli lenye sumu au chenye lenye dawa yenye kumzuru kina, kabla hajapeleka kwenye mahala panapotakiwa, utashangale bakuli na mponyoka, na inapasuka pale pale na chakula kinasambaa. hujui sura, hujui tu vizuri. Mimi nakufundisha hichi kitu tumesha kiprove vizuri sana, pia hata katika darasa zangu za nyuma nimesha fundisha huko. Kasome faida sura tukafiruni kwenye kitabu namba moja cha maajabu ya Qur'ani utakuja kupata habari zake. Kwa hiyo hii sura haijaingia hapa kwa bahati mbaya, ni moja kati ya sura zinazohusika na masuala ya kinga kwa kweli. Kwa hiyo kama ulikuwa hujui, chukulia hii. Tujifundishe jamani kusoma Qur'ani, tujifundishe matumizi ya Qur'ani. Zipo sura nyingi tunazizalau na tunaziona ni za kawaida, lakini kwenye matukufu yake zina mambo mazito sana. Mwisho wa somo tunaishia kwa hapa. Kumbuka ofa ya vitabu inaendelea, kama we ulikuwa hujapata muda, ni huu muda ukiisha, tukitangaza ofa imeisha, hakutokuwa na marejeo tena ya kusema kwamba she tunafanyeje. Na bahati mbaya na nzuri, baadhi yenu huwa mnapata tabu pale ambapo mnapokuwa mmesikiliza ofa hii, alafu baadaye unakuta ofa kumbe imeisha, unakuja kule DM, she, nimesikia ile ofa yako e, lakini mimi nimechelewa, naomba unifanyie jamani. Woga mimi na cancel. Kule, kule, sema, a. Kama ofa imekupita, alipia kwa bei halisi. Huna pesa basi lipia kitabu kimoja chenye kinatosha hela yako. Ah, basi hutaki subiri ofa kipindi kingine kama tutajaliwa kufika huko. Huoga ni vigumu kweli mtu kuamini hicho kitu, lakini ndivyo ilivyo. Hizi ofa zina siku zake maalum, na zile siku zikisha zinaondolewa. Nimesema hizi ofa huwa ni kwa ajili yenu, sio kwa ajili yetu sisi. Nyinyi ndio mnaonufaika na hii, tunarudisha shukrani, kwa sababu nyinyi ni wafuatiliaji wetu. Mnapokuwa katika chaneli mnatupa na sisi nguvu ya kufanya je, ya kufanya baadhi ya vitu viendelee kufundishwa hapa, kwa kwa kuwa nyinyi mnakuwa na nyinyi ni wafuatiliaji, na sisi tunapeana ile fursa ya kupeana unafuu wa kupata hata hizi elimu kinamna hii. E, kwa hiyo ofa ni kwa, kwa sababu ya kuminufaisha nyinyi, lakini sisi tunanufaika kiasi kidogo sana. Sisi tunanufaika kiasi kikubwa pale ambapo mtu ananunua kitabu kwa bei yake halisi kwa sababu pale kila kitabu kinakuwa kina gharama yake kwa namna ya utengenezaji, uandaaji, uchapaji, si nini mpaka kinakufikia wewe kimeandaliwa na watu tofauti tofauti. Kwa hawa watu wote wametumia muda wao, wametumia elimu yao, ujuzi wao, wao. Kwa hao wote walilipwa. Sasa ili angalau kilete tija ndio pale unaponunua kitabu kwa bei yake halisi ndio kinakuwa kimefikia ile tija yake. Unaona eh? Lakini ukiinua kwa ofa, ina maana pale discount inakuwa ni kubwa sana. Wewe fikiria, kutoka kwenye laki moja na themanini na tano leo unapata vitabu vyote kwa elfu arobaini na tano Kuna kama laki moja na elfu arobaini imeondolewa, haipo kabisa, kwa ni wewe tu kujiachia. Kwa inshallah tuendelee kufuatilia taarifa za ofa, lakini pia tufanyie tuzifanyie kazi. Kwa wale ambao tunakuwa hatuna vitabu na kwa watu waliopoteza vitabu, tujitahidi kurudisha vitabu vyetu kwa kulipia gharama zingine, tuweze kutumiwa na tuvitunze kiwezekana tu viprint kabisa, ili tuweze kunufaika zaidi na zaidi. Inshallah tukutane siku sana, wakati mwingine. Mimi ni Ustaz Bashil, na hii ni tiba Facts Online TV. Assalamu alaykum alaikum wa rahmatullahi taala wabarakatu.